Hivi serikali ya Tanzania inatuona sisi mabwege kiasi kwamba hatuna akili au inatuona aje? Sisi kama inafikia mahali mtu anazungumza ukweli kwenye kanisa lake, hajazungumza ujinga, amekemea utekaji, amekemea kutekwa, kukataliwa ndani ya nchi, eti mtu anafungua kanisa. What the meaning about that. kama mtu ameamua mwenyewe kujihudhuri kuwa, kuwa balozi afu mtu anazungumza kweli anatekwa. What the meaning about that? We are not stupid, we have brain. You can take us like mazezeta; you cannot take us like, mbwea. One day yes, you doing in this country that will arise your home make sure you will pay that you are doing now. Hawezi ukamata watu kama kuku watu mno wakamata, maanake hatuna uhuru wa kuongea sasa? Yaani kwani tusio na uhuru wa kuongea kwenye nchi yetu wenyewe Mufunye ujinga na ubueke etusongee.